Nice, yeah? By the way, ni usiku wake kwa hiyo unataki kumletea mambo mengi. Hello, vipenzi vyangu, bona hii ni shughuli ya Poshy Queen, nilikuwa nasubiri kwanza zogo la mitandaoni lipite, maana ugomvi haukuwa mdogo Anko T Eh, na yule dada mwingine yule. Hello everyone, welcome back to my channel. Kama ni mpya kwenye hii channel yangu, please don't forget to subscribe, like and comment. So guys, kuna watu wana bahati zao jamani. Kuna mtu hapo kakaa hajaolewa kabisa, lakini Posh Queen anaelekea kuolewa kwa mara ya pili. So guys, in this video it's all about the preparation ya hii wedding. Kuna kibao kata Mm -hmm. Sasa hapa alikuwa anasambaza kadi, na kadi alikuwa anaisambaza kwa mfumo fulani hivi, anakuletea package ya za zawadi anakuletea na kadi sare pia za kibaokata, zishatoka mambo lelelele. MC wetu wa taifa kama kawaida, MC Garabi. Yes. Kawalika watu mbalimbali MC Garabi Zailisa, kuna masta wengine pia amewaalika, kina Anko T na rafiki zake wengine wa karibu. Kwa hiyo tusubiri hiyo tarehe nne tuone mambo yatakavyokuwa, le le le. Na hii hapa ndio package ya zawadi ni Zailisa. huyu ni Zailisa, huyu ndo ameletewa hiyo. Unaona kama hiyo ni kama cosmetics, yeah, it's like cosmetics, kama vipodozi tu hivyo nahisi, na kadi hiyo hapo. Hatari. Well, guys, without wasting any time tuangalie hii preparation nzima ya Poshy Queen. <laughs> <laughs>

hapo Poshi alikuwa anacheka bwana, cause wakati anajirekodi ndo ulikuwa muda Anko T anachamba anamchamba. Nifa haya, tumsikilizeni hapa Anko T akiwa anainininini. Mm-hmm, kibao kata cha poshi kwini amenyoka. Poshi pampe poshi kama mwili wake Naomba dadina hiyo nyimbo nikiwa naendelea kufunga hiki kipindi cha mashamshamu ya pwani. <laughs> Biarusi wetu yo. Poshy kashatokea kweupe, Mungu aende huko akamsaidie, anaenda kuyafanya huko ndoani akawaepambe. Ndio sisi tunamsindikiza. Sisi tunampania sendi ofu yetu ya kiibachira. Haufua watajiwa na baba zake na mama zake hivyo pia watafanya. Sisi ya kwetu ya kwetu tu. Eh, tutafanya wapi? Tutaharikana. Ila hiyo ya baba na mama poshy sio afanyele ya choro afanyele huko. Bwana wake sio ni Muislamu, Mkristo? Mungu wangu, Mungu atatujui, tusaidie. Sheweji tumempokea, sheweji ana hela wazimu. Kitu sio, sio kitu mbaya. Kitu sio, kitu mimi hapa kitubakituo na nawapafanulieni nyimbo yote natoka live, nawapendeni I love. More. Pambe tu hiyo, ndio sare ya kijora ya kibaokata ya Poshy Queen. Huyu Anko T, mambo ya Anko T hayo ndo. Yuko lelelele kutayarisha kijora ah, um, no, ni elfu thelathini anayetaka kwenda lakini anayejulikana tu. Tuendele jamani, mnao ni cheki, nataka kuu kwenye nanilia. Poshi ni hivi, hatuwezi kualika mtu mpaka ya, yani, mtu ye amconfirm. Yani, kila mtu inabidi atukie kwake, yeye ndo anasema anataka nani, anataka nani By the way, ni usiku wake, kwa hiyo tutaki kumletea mambo mengi se, sente plede. kwa hiyo tuwe avumilifu akinitumia na kwambia. Na nakwambia e, wenyewe hapa kuna vitu anaona kama tu tunamwamshia tunamwamshia popo, kwa hiyo yeye ndo anachagua nani awepo jamani, yeye ndo biharusi. Ejua, hey! Wali unanukia nazi umu kizaezai. Wali wanazisema nini we unaujua? Kidogo hapa sasa. Wali wanazisema nini? Yani Hey! haya sasa, huyu ndio bwana harusi wetu. Hapo mtamuona mambo lele lele, wanachagua mambo ya viwalo jamani, hatari kwa wahindi hapo. Hey, hey, mnajua bei za nguo za kihindi jamani! Mwanaume mm -hmm. Kenda hewani mwanaume, mashallah, baba na pesa zake.

Guys, mnaona you know mambo ya sasa basi. I want you to drop down your comment, tell me hapo, mniambie shughuli mnaionaje, eh pata kuwaje, na masta watajitokeza au pata dorora kama kwa koti, ila poshukuni bwana mtu mkubwa, tukae tutusubiri, tuone mambo yatakuwa lele lele. I can't wait for that tarehe nne hapo ai na tarehe thelathini sio mbali. Ambie